Ama leo hii tunapoangazia hazina ya NG-CDF kuasisiwa kwake, madhumuni yake na usimamizi wake, hapa katika kaunti hii ya Nyamira, leo hii tunaungana na baadhi ya wakazi wa kaunti wa hii, ili nao watuambie wanahisi kwamba hazina hii imesimamiwa vizuri, madhumuni yake yanatimizwa, na usimamizi wake uko sawa, ama maoni yao ni yapi? Majina, anaitwa Alfayo Charo, mimi ni mkazi wa hapa Nyamira. Eh, maoni yangu kuhusu CDF, eh, usimamizi wa CDF ni kwamba eh, CDF tangu i, i, ianzishwe in the year 2003, kuna yale ambayo imefanya kama tuseme imejenga mashule i, before ugatuzi ilishughulikia health sectors. Tumeona ikijenga MTC. Tumeona ikishughulikia mambo na basari. Kuna, kuna yale mazuri ambayo imefanya lakini kuna zile changamoto. Changamoto tunazoona ni kwamba usimamizi sio mzuri. E, ile komiti ambayo inasimamia sometimes ina inakuwa ina selected na mbunge ambayo haina ile training ya financial management. Tunge tunge tungeomba serikali kama itabadilisha ile usimamizi ambayo komiti zinasimamia wawe trained financial management na ile usimamizi iwe iongezwe iwe, iwe na watu wengi zaidi ambao wako na ufahamu kwa zile project ambazo CDF inafaa kufanya. CDF imeimpact sana eh, tangu ianzishwe na ni vizuri pia iongezewe pesa na iendelee pia, na tukiangalia pia kwa ile maoni ambayo wanapeana governors wasimamie. Governors wako na kiti yao ambayo yuko kwa constitution, wajitenge kabisa na ile CDF. Wacha mbunge awe ndio patron wa ile CDF, lakini zile committees na management zikuwe trained well so that hata ile oversight wakati project zinafanywa upate kwamba kuna ile accountability na transparency, na pia kukuwe na ile involvement ya community, whereby community ndio ina prefer which projects zenye in CDF inafaa kuwafanyia. Wabunge ndio tumejahua tu, waende huko wa, wa, chuo represent zile pesa zikikucha hapa, wa oversight vizuri, wawe waangalizi wazuri, hizi pesa zifikie wananchi vizuri kwa kufanya maendeleo kama barabara barabarazi si tengeneza vizuri kwa kiwango ambayo inapaswa kufanya nini. kukaa kwa majina ninaitwa walosiombea uta. E, ninaposema kuhusu mambo ya CDF haisimamishwi vizuri, kwa sababu unapata ya kwamba pesa ikikuja, tuseme kwa mfano ya basali ya shule inakuja, inakwama tena kwa, kwa wabunge, kwa wale ambao wanasimamia katika upande wa pesa na watoto wanaingia shule kabla hata hiyo pesa ichaingia. Mbunge ako na gazi yake, lazima angalie hii pesa, kama ni project fulani iliwekwa hizo pesa ifanye, lazima akucha angalie ya kwamba hiyo kazi imefanywa kulingana vile anataka au vile jinsi wananchi wanataka. Asipoangalia, atachuache ya kwamba pesa imefanya kazi mzuri. Lazima yeye mwenyewe afike pale haangalie kazi imefanywa vizuri jinsi wananchi wanataka. Nama haoni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira wakizungumzia hazina ya NG-CDF na yale majukumu ambayo wanahisi kwamba yanafaa kutekelezwa na hazina hii, wengi wakiendelea kuwasuta wabunge kwa kile wanasema kwamba hawajakuwa na uangalizi mzuri ili kuona kwamba ile miradi ambayo inatekelezwa na hazina hii inatekelezwa kwa wakati na jinsi inavyofaa kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Pundi. Shukran, shukranbudi, kutoka kaunti ya Nyamira. Nataka mm, kusema baadhi ya jumbe hapa kupitia mtandao wa X. Kuna mmoja hapa amepiga picha ya ya katiba anasema, the constitution is very clear, NGCDF is a national government program, the mps are fighting to control it because it's a way of stealing money and they also use it as a campaign tool. Kuna mwingine hapa anasema uh, ha, alikuwa najibu jambo ambalo ulikuwa umesema awali kuhusiana na kwamba kuna uh, haja ya hazina ya maendeleo kama ya NG-CDF iweze kuwa pia katika wadi, akisema, this is misleading is he telling us that we need a deputy head teacher or deputy principal kitty in case they are not in good terms with the principal, every officer wants to control funds for for greed and embezzlement, mps ought to be reverted to core duty which is oversight legislation and representation. tukimalizia Mnaweza kuambia Wakenya nini kuhusiana na hili, wale ambao wanahisi kwamba majukumu yenu yasalie hayo ya oversight, hizi fedha za NGCDF ziweze kurejeshwa kwa zile line ministries na ziweze kutekeleza yale majukumu ambayo yanapaswa, na nyinyi kazi yenu mfanye vile vile mnavyofanya hata ikiwa NGCDF, ni kuangalia na kuhakikisha haya mambo yanafanyika? wamombe niambie Wakenya, tunafurahia sana tukiona wakichangia kwa mjadala huu kuhusu hazina za eh, maeneo bunge, kwa sababu wananchi ndio wa wana msemo wa mwisho. Na niwaambie tukiwa tu hapa, bunge imetoa mwaliko eh, sababu kuna mabadiliko inafanywa kwa uh, act ya NG-CDF. So yale wanaosema kuna mwaliko wa bunge wananchi wakuja watoe maoni katika tarehe tano mpaka tarehe saba mwezi wa tano na ili hayo ambayo wanasema e, wakuja waseme e, iweze kuwekwa kwa hayo mabadiliko ya, ya amendment ya, ya act. Lakini ile tumekubaliana na Wakenya ni kwamba NG-CDF inafanya kazi, unajua lazima tunachukua maoni ya Wakenya. Cha mzingi ni kwamba wamesema NGCDF ambayo inasimamiwa na kamati ya NGCDF pale eneo bunge inafanya kazi. Hiyo tumekubaliana na kazi yake inaonekana. Ile tu ningetaka kuuliza Wakenya kwa heshima ni kwamba e, wanasema pesa ya NGCDF inafanya kazi vizuri sana na kazi yake inaonekana. Kwa mdomo mwingine wanasema zile kamati za maeneo bunge hazifanyi kazi vizuri na hizo kamati zinafaa ziangaliwe sana. mm -hmm. su swali langu kwa Wakenya kwa heshima ni niku, kwamba kama mnasema NG-CDF inafanya kazi na mnaona kazi yake na hiyo kazi mnapenda sana inawapendeza, lakini mko na shida na hizi kamati ambazo zinafanya hiyo kazi so shida ni gani? mm -hmm. and that's why I said if it's working don't fix it. Mm -hmm na kama inafanya kazi, wacha tusiingilie sana, sababu tuiingilia sana, tutaharibu. mm -hmm. mashirima kamube tukisema, e tupeleke hizo pesa kwa county government, ama so, kwa line ministries, ama kwa line ministries. Mm -hmm. utasikia 40% imeenda kwa administration ya hiyo pesa iende, mm -hmm. kwa line ministry ama kwa county government, utasikia wamesema, ili tuweze kuwa na maafisa wa kufanya hii kazi mashinani Aidha, pale Kajiado North ama Madera. mm -hmm. 40% ya hiyo pesa itaenda kulipa mishahara ama maofisi kunywa chai na ile mambo ingine. mm -hmm. Lakini kwa hii ambayo inafanyishwa kazi na ile kamati ndogo iko pale eneo bunge. mm -hmm. Only 5% ambayo inaenda katika administration, mm -hmm. na mishahara ya hiyo kamati allowances, mm -hmm. ile sitting allowances. mm -hmm. Asilimia 95 inaenda kwa miradi na ndio maana kila mwananchi anasema anaona kazi ya pesa za NG-CDF. So mimi niombe wa Kenya na niwasihi, If it's working, don't fix it. Kwa sababu mnasema inafanya kazi, tafadhali don't fix it. Mheshimiwa Ngugi, uh, nia na maana ya kuweka NG-CDF ni kufikisha pesa mashinani. Uh, ni mfumo ulikuwa ugatuzi na ni mfumo mzuri uh, wananchi karibu wote wanakubali kuna kitu wameona ya CDF. mm -hmm. Wako na malalamishi kwa usimamizi, ufujaji, na mimi nakubaliana na malalamishi yao. Ni vizuri tuangalie vile tunaweza kuzuia malalamishi kama hayo. mm -hmm. Lakini ukweli ni kwamba kuna shule zimesimama kwa sababu ya mgao wa CDF. Kuna hospitali zimesimama hapo awali, kabla sheria ibadilishwe kwa mgao wa CDF. Kuna police station kama pale kwangu, security ni muhimu pale kwa towns, tumesimamisha na kupitia zile project management committees ambazo tuko nazo, zimetambuliwa na sheria ya NG-CDF. Kila project kwetu imesimamiwa na washikadau ambao ndio stakeholders wa kufaa. Uh, kama ni polisi tuko nao mabalozi wazee wa vijiji ambao sisi huwaita mabalozi pale Kajiado, ndio jina tunatumia, na pale kwa shule tuko na washikadau wa shule, tumejenga mashule kupitia NG-CDF. Kitu ningependa kueleza wananchi, tusipige mtoto kwa sababu kuna shida kadhaa ambazo tumesikia Pengine madhera pesa inapotea kidogo constituency hmm, nyingine, tusipige mtoto. Ukweli ni kwamba NG-CDF inafanya kazi vile tu, mnapiga sha sababu ya chaji. Ni vizuri pia niseme, uh, CDF miaka 20 na ambayo imekuwa sababu tulisherekea miaka 24, tumeona kazi nyingi na transformation ambayo imefanya uh -huh. Hivyo kuendelea mbele hata kama tuko na cycle funds wa rais <laughs> tujaribu sana, tutetee <laughs> <laughs> Mheshimiwa Onesimus Ngogoyo kutoka Kajiado North na Eric Wamombi kutoka Madera. Kuna wengi wanasema kwa kweli wameweza kuelewa baadhi ya maswala kuhusiana na NG-CDF. Wengine bado wanasisitiza kwamba uh, uamuzi wa mahakama uweze kutekelezwa jinsi ulivyotolewa. Mtazamaji, asante sana kwa kutazama na kwa kushiriki kwa kutuma jumbe kupitia nambari yetu ya rafa 2222. Mimi ni Mashirima Kapombe na kutakia mchana mwema.